Shalom mwana wa Mungu, karibu sana katika kipindi cha siku ya leo. Tunaendelea na maombi yetu ya malango, na kumbuka kichwa cha somo ni vita malangoni, na tumekuwa tukiombea malango mbalimbali mbali, na uko nami madam Johanitha Jeremia, mwalimu wa neno la Mungu, na tumeangalia kwa habari ya aina mbalimbali za malango, na tukaona ya kwamba malango ni maeneo ambayo yanaruhusu vitu kuweza kupita, na hivyo vitu inategemeana sasa na ule umiliki wa yale malango. Ikiwa umiliki unatokana na Mungu, vitapita vitu vya baraka. Ukiwa malango yameshikiliwa na nguvu ambazo sio za Mungu, ujue atapitisha uharibifu. Na siku ya leo tutaangalia kwa habari ya lango la elimu na kuvuka mipaka, lango la elimu na kuvuka mipaka. E, katika lango hili linajumuisha masuala mazima ya upana e, katika upeo wa mwanadamu katika masuala ya ushawishi, katika kuvuka mipaka kuelekea mpaka mingine, umezaliwa kwenu, kuvuka mipaka kupitia ile elimu ambayo uko nayo na hata kufikia kwenye hatima ambayo Mungu amekujalia. Ili ni lango ambalo limewekwa lina, lina, Mungu aliliweka ili liweze kumsaidia mwanadamu kuingia katika nafasi nyingine, kukua katika maarifa, kuingia katika viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Hosea sura ya nne mstari wa sita anasema kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukisoma Daniel sura ya kwanza mstari wa kumi na saba neno la Mungu linasema E, na kwa hao vijana wanne Mungu aliwapa maarifa, akili katika elimu na hekima ya kila namna. Sasa tutazungumzia habari ya maarifa kwa siku nyingine, lakini nataka uone ya kwamba hata wakina Daniel, mpaka wanaletwa katika jumba la kifalme, ni kwamba kuna elimu iliyowasaidia kwamba walipo pick vijana walio bora na wao walionekana kwa sababu kuna kigezo kilikuwa kinawapeleka pale ambacho ni cha elimu pia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukisoma e, Isaya sura ya 54 mstari wa pili hadi watatu utaona pia, utaona pia kwamba Mungu anatamani tuweze kuvuka mipaka. Panue mipaka yetu, ana anaongelea bali ya kupanua mahali pa hema yako. Mungu hajakuumba ili ubaki vile vile, kwamba alikuumba utazaliwa kijijini basi utakulia kijijini basi utafia kule kijijini. Bwana Yesu asifiwe, kuna mipaka ambayo anatamani uweze kuivuka. Lakini kusoma Zaburi sura ya pili mstari wa nane anasema ya kwamba niombe eh, nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako. Kwa mpaka unapewa mataifa, lazima unakuwa umevuka viwango. Sasa eh, sio rahisi kuweza kuwa katika hizo elimu na ukaweza kuvuka hiyo mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi leo wana elimu kubwa sana, lakini matokeo yao hayapo Hakuna chochote ambacho wamefanikiwa kupiga katika maisha yao. Kuna wakati ukiwatizama, ni vijana wengine, utapata huruma sana, kwa sababu ni kwamba hauoni yale matokeo yao, hauoni ile bidii yao walioitumia katikati ya elimu yao. Bwana Yesu asifiwe. Mipaka yao imefungwa, elimu yao haijakuwa na matokeo, lakini sio mpango wa Mungu. Sasa <coughs> tutaangalia mikakati ambayo adui anaitumia dhidi ya lango la elimu na kuvuka mipaka. Mkakati wa kwanza ni kuzuia upenyo wa elimu au maarifa. Kuna familia jamani, swala la elimu, swala la maarifa limekuwa ni changamoto sana. Watoto hawapendi shule au wanapambana, lakini mwisho vinatokea vikwazo ghafla, wana toka shuleni hawawezi kuendelea, au unakuta kuna mpaka fulani watu wote wanaishiaga form four form six, hakuna mtu ameendeleaga. Bwana Yesu asifiwe, sio kawaida. Lakini mkakati wa pili ambacho ambao shetani alitumia ni roho ya kushindwa kuelewa au kusahau au kuchelewa mm -hmm. Katika swala zima la elimu, kuna watu they are very, very good, wanaweza wakawaelekeza wenzao wote, lakini inapokuja swala ni mitihani adui amewekea roho ya kushindwa roho ya kusahau. Bwana Yesu asifiwe. Mkakati wa tatu ni kuleta hofu, ni kuleta hofu katika majukwaa makubwa na kufanya mtu ajidharau. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa uko na elimu, lakini ghafla adui anainua hofu ndani yako, unaanza kujiona kwamba mimi siwezi mimi labda, kuna watu wengine wana elimu, wana PhD ndio wanatakiwa wasimame hapana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni mkakati ambao shetani anakutengenezea roho ya hofu, na inakaa ndani yako, na ghafla unaona kabisa siwezi chochote. Na mkakati wa nne ni kukandamiza, eh, fikra za watu wasione thamani ya elimu au hati makubwa inawekewa vizuizi. Kuna watu yani, alipomaliza ya tu shule ndipo kizuizi fulani kiliinuka. Hao wengine hata ajira hawapati kabisa kabisa, wameangaika miaka nenda rudi, mpaka wanakaribia kusahau walichosomea, lakini hawajapata hiyo ajira. Bwana Yesu asifiwe. Wenzao wote wanapata, lakini wao hawapati na maana, kuna vizuizi na mipaka iliyowekwa. Sasa jinsi ya kufungua hili lango la elimu na mipaka kicho kwanza ni kutubu na kuvunja maagano ya kifamilia yanayozuia ya maendeleo ya kielimu na kuvuka mipaka. Lazima uombe toba na rehema, kwa sababu hujui walio eh, waliotangulia walisema vipi. Wengine walisemezesha ardhi zao ya kwamba watoto wetu sisi hawataenda mbali, watakaa hapa karibu ili waendelee kufanya ibada. Sasa wewe ndiwe umetokea kama mkombozi wa familia umefika chuo kikuu na haujui habari ya malango, unadhani utakuwa salama? Hapana, lazima ujifunze kuomba. Hata kama ni mtoto wako mwombee, hata kama bado unasoma jiombee kuvuka mipaka. Utakapovuka mipaka, ndipo utakutana na fursa, utakutana na ajira kazi, e, utakutana na connections, utakutana na watu, utaenda kimataifa, utaenda kitaifa, yaani utajiona ongezeko lako. Lakini kitu cha pili cha kuweza kufungua kwamba neema ya maarifa na hekima ya Mungu hmm? Elekeza akili yako katika kujifunza na kusoma. Tafuta uelewa pia wa neno la Mungu. Kuna watu ambao kwa sababu shetani anawapiga katika hilo eneo hawako tayari kutafuta maarifa, yani kama alisoma ya walimu uwalimu, yaani hayuko tayari kusikiliza wengine anasema tu ajila isipotoka, basi sitafanya chochote okay. Unaeza ukuona ni kawaida, lakini kumbe shetani anamkandamiza ile fikra zake ili aendelee kumchelewesha asifanye chochote. Kwa hiyo ili weza kufungua, pia omba neema ya maarifa ya kimbingu. Lakini kitu cha tatu, fanya bidii, fanya bidii sana, huweza kujifunza kwa wengine Fanye bidii sana, usikae, usibweteke. Vijana wengi sana ni wavivu sana, ni wavivu sana katika hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametombea kwamba tutamiliki sisi, tutavuka mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini wewe ushindwe kuvuka hiyo mipaka? Lazima uombe, wewe ni wa kwanza kupata elimu kwenye nyumba yenu Omba sana, wewe ni wa kwanza kuwa na mawazo ya kwenda nchi za mbali. Omba mwana wa Mungu, omba in spiritual realm, hakuna eh, hakuna umbali. Unaweza ukasema nitakimbia nitaenda nchi fulani, lakini kama hujashughulika na shida iliyoko nyumbani kwako, utaenda kule mambo yatakuharibikia. Bwana Yesu asifiwe. Nimekutana na watu ambao anapata changamoto hata chuo anapata roho kukatali ya kukataliwa tu, anapata roho ya migogoro tu, mambo hayaendi, lakini shida ni kwao. Mtu huyu hata ukimtoa ukampeleka eneo lingine bado shida zinajirudia. Unatambua kwamba malango ya nyumbani kwao hayaruhusu hichi kitu, hayaruhusu kuvuka. E, yanasema kwamba wewe unaenda wapi? Wewe ni wakwetu. Kwao lazima usimame sawasawa na uweze kukataa hizo roho ili ya kwamba uweze kuwa salama. Sasa tutakwenda kuomba tutakwenda kuomba na kuna vitu vingi sana ambavyo kama mwana wa Mungu unatakiwa uviombee. Inawezekana, wewe ni kijana, omba kwa ajili ya kuvuka hiyo mipaka. Inawezekana, wewe ni mzazi, omba kwa ajili ya watoto wako. Ni wazazi wachache sana wanaomba hata kwa ajili ya vitu ambavyo watoto wao wataenda kusoma, na adui amevuruga sana hatima za watu au vijana kupitia elimu, kwa sababu anampeleka kusoma kitu ambacho akitakiwi kusomea. Yaani yeye Mungu alimwita yeye daktari, basi kutokana na influence na moja ama nyingine wazazi wanampeleka katika injinia. Mtu huyu kishapoteza direction na focus, kwa hiyo automatic hatakuwa na motisha mwonesha sfiri. Lazima umwombe sana Mungu kwamba Mungu, unanikusudia kunifanikisha vipi katika hii elimu yangu? Kwa sababu elimu ni muhimu sana. Kuna hatua, kuna milango hautaingia bila kuwa na elimu, kuna kazi hautofanya bila kuwa na elimu. Kwa lazima uombe sana hmm. Lakini watu wengine wanaingia katika shule ambazo sio sahihi. Mungu alitaka mpande sehemu fulani, yeye anakwenda shule tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kijana mmoja akawa anasema kwamba alimaliza form 6 baada ya kumaliza form 6 akawa wa, marafiki zake wote wakachaguliwa shule fulani, ilikuwa na the best sasa baada shule ya kuchaguliwa ile shule yeye akaumia sana akasema, natamani niende ile shule, lakini akafanya kila alichoweza kufanya, lakini alishindwa kwenda kwenye ile shule. Ikabidi akae kwenye shule aliyochaguliwa. Kweli, wakasoma. Walipofika mwaka wa mwisho, ile shule aliyokuwa anataka kuamia walifanya vurugu kubwa sana, walichoma eh, yale ma hostels na nini, wakafutiwa usajili wa mitihani wanafunzi wote. Kwa hiyo siku sasa, kama ana shida, anasema ina maana Mungu alikuwa anani pusha na hicho kitu naa ingebidi e, miaka yake miwili sasa ilikuwa imepotea. wanaslazima uombe kwa ajili ya shule zilizo sahihi, lazima uombe kwa ajili ya walimu walio sahihi. Kuna walimu wamesimama katika malango ya elimu, lakini hawakujua kama Mungu anawatumia. Na kafra mwalimu anamwambia mtoto kwamba kwa kicho chako sidhani kama unaweza ukafaulu au ukaenda popote, hautafika popote, ana neno maneno magumu Alie mtoto anaanza kufeli, kumbe maneno yale yalikuwa na roho. Asifiwe. Lakini wakati mwingine pia e, watu au wanafunza nao ambatana nao, kila mmoja akatoka kwao. Kuna watu nimewaona walianza tabia e, za wizi za uasherati walipofika vyuo. Asifiwe, kwa shetani yuko makini sana, naona hapa ninatafuta kuvuna roho za vijana kwa lazima uombe sana ili hilo lango lifunguke na litumike kwa usahihi wake. Yesu asifiwe. Basi tuingie katika maombi Kuwaingia katika maombi, omba kwa ajili ya hilo lango, litakasa hilo lango, lifungue kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Usisome vitu vya bure. Miaka ishirini unasoma na bado unakuja kuona kana kwamba umekosea. Mwombe Mungu, nisipoteze muda, bali nisome vitu vilivyo sahihi, au hivi nilivyovisomea basi vilisaidia kufika mahali kulipo pa kusudia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa ni mzazi mwombee mtoto wako, hata kama bado hajazaliwa muombe tu, mwombee omba maombi ya akiba. Bwana Yesu asifiwe. Basi soge mbele za Mungu, dakika hizi mbili tuombe, nao utaendelea. Baba, Mungu wa hekima na maarifa, ninakuja mbele zako kwa unyenyekevu. Weza kurudia maneno haya, mwana wa Mungu, ninakuja mbele zako kwa, kwa, kwa unyenyekevu leo ni naomba ufungue mlango wa elimu mlango wa maarifa mlango wa kuvuka mipaka yangu, naomba neema ya kuelewa na kufaulu, naomba neema hiyo ya kufundishwa ya kuweza kuingia katika viwango vya juu vya kusudi lako, sawa sawa na neno lako katika Daniel sura ya kwanza kumi na saba, ukanipatie maarifa akili na elimu na hekima ili niweze kuwa kijana bora, ili aweze kuwa kijana bora. Leo tunatangaza kuvuka mipaka ya familia, tunatangaza kuvuka mipaka ya jamii, tunatangaza kuvuka mipaka ya nchi. Elimu yetu haitakuwa itakuwa jukwaa la utulivu haitakuwa kwa uharibifu kwa jina la Yesu. Elimu zetu hazitafanyika kuwa uharibifu, ya kwamba walipoenda shuleni ndipo walipogeuka ndipo walipoharibikiwa. Hapana, elimu zetu hazitakuwa za uharibifu katika jina la Yesu Kristo rie hai, bali tutazitumikia kwa ajili ya utumishi, bali tutazitumikia hizo elimu kwa ajili ya biashara, basi tutazitumikia hizo elimu kwa ajili ya kujinua katika jina la Yesu Kristo rie hai. Tunakusii Bwana ukatuongeze, tuongeze hatua zetu, ukaondoe kila vizuizi na mipaka iliyochorwa katika mistari ya ulimwengu wa roho inayotuzuia.